Swala la mpito ambalo linahitaji muda kulitafakari na na si serikali peke yake, ni pamoja na wananchi, ni pamoja na na, na, na e, e, uwanja wa nje ambao unaangalia hayo mahusiano. E, tunaamini kwamba e, tunatakiwa tuvuke hapa tulipo tuweze kusonga mbele. Tunavukaje ni swala ambalo tunafaidiana sote e, kwa pamoja, na niongezee kidogo e, na, tunapopata madhara au tunapopitia mazina namna hii ni, ni, ni, ni, ni jukumu la nchi sasa kuwa wamoja kusogea Eh, eh, haya matatizo ya ndani yanaweza kutugawanya, lakini inapogusa swala la msaada, inapogusa swala la la la, la ushirikiano ni swala ambalo eh, litakuwa na madhara moja kwa moja, eh, wanaoathirika ni watu wa chini. Ndugu Godwin, eh, shukran sana, nadhani tumekupata vizuri na na washiwa taa hapa kwamba muda umetupa kisogo, lakini ningetaka kujua, uh, kwa sekunde chache tu, ndugu Leni Kasoga, Tanzania ina vyanzo mbadala vya mapato vya kukabiliana na pengo linaloweza kutokea? Uh, wanasiasa wanasema hivyo, lakini ukweli ni kwamba hapana, kwa sababu uhalisia nam, uhalisia ni kwamba bado uh, ukiwa na rasilimali tuseme, una rasilimali ni ni, ni, ni, ni rasilimali ambayo bado haijachimbwa, maana wana- wanaongea lea juu ya haya ma madini ambayo sasa hivi yanatamanika sana hata sisa, kama ukiwa na uranium au na kadhalika, lakini kama hujaanza kuchimba ina maana kwamba sio sehemu unaweza kusema itaingia kwenye GDP, tuachie hapo. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa kweli itakuwa ni athari kubwa, tuachie hapo. Wananchi wa Tanzania wanapaswa kuunga mkono au kupinga hatua ya Umoja wa Ulaya, Marekani na nchi yote ile inayotoa tahadhari au itakayotafakari kuzuia ufadhili au hata vikwazo? sekunde kumi tu kwake, Godwin. Wananchi uh, wanatakiwa wa, wa, wa, wa, waweze kuwa pamoja na kuweza kusaidia eh, eh, kukwamuka kutoka hapa kusonga mbele, kwa sababu vikwazo vitakuwa vina athari kwa serikali, lakini vile vile vitakuwa na athari kwa wananchi wa chini. Asante asante Godwin Gonde, mwanadiplomasia na mhadhiri wa chuo cha diplomasia Dar es Salaam, na Dr Leni Kasoga, mchumi na pia mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Asanteni sana kwa kutenga muda wenu na kukubali kutupa tathmini yenu kwenye mjadala huu. Nawe msikilizaji, mtazamaji na mfuatiliaji, nasema shukran kwa kuwa nasi, na tumai umenufaika kwa mawili au matatu.